Mtazamaji, kwa muda wa miaka mingi, mito iliyoko katika kaunti ya Nairobi imegeuka kuwa mifereji ya maji taka. Lakini kwa baadhi ya wakazi wanaoishi kando ya mito hiyo, sasa kuna matumaini kufuatia mpango unaofadhiliwa na serikali na kunadhifisha ya kunadhifisha mito hiyo. Vijana wasiokuwa na ajira katika maeneo hayo wanapata kipato kupitia shughuli za kusafisha mito hiyo. Ripota wetu Alvin Kaunda alitembelea maeneo hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Kwa muda wa miaka nenda miaka rudi, mito ya Nairobi imekuwa ikichafuliwa na mirundiko ya taka za plastiki, maji taka na taka inayotoka kwa viwanda. Mito iliyopaswa kuwasaidia wakazi kupata mapato kwa wakati mmoja imegeuka kuwa sumu huku ikitelekezwa. Lakini katika kitovu cha mitaa ya Korogosho na Kamukunji kuna mabadiliko yeah. Serikali imeanza kufadhili mpango wa kusimamia shughuli za kunadhifisha mito hiyo kupitia uongozi wa vijana na wanawake ambao walikuwa wametengwa na ambao hawakuwa na ajira. Hii riva ikibomolewa, kuna wengine waliona wametupwa, hata sisi tukalala nje na familia zetu, lakini kumbe ilikuwa na manufaa kwa rais. Hatukujua tutapata kazi, tumesaidika sana na hii climate works. As youth we are very happy, tuko busy, tumekuwa busy sana so hakuna idlers Vitu za drugs vijana wanaacha juu wako busy huku kazi. Mpango huo huyapa makundi hayo sio tu fursa ya kuboresha mazingira, ila pia mbinu za kujipatia tija kupata ujuzi na kujukumika katika kuleta mabadiliko katika jamii. This park used to be hosting bad vices like mugging, prostitution, illicit brew drug abuse, tuna tungependa kuingia hapa kwa maji, tuisafishe ikuwe safi lakini sio safi sana, hatuwezi ingia bila gambuts, the gloves, the pro protectors, things like the reflectors are not enough, so tukiweza saidiwa na vitu kama hizo. We can be ahead. Mbali na kuimarisha usafi wa mito hiyo na kujipatia mapato, vijana pia hupata mwelekeo wa maisha ambayo ni fursa nadra kwa vijana wa mitaa ya mabanda It has Dadora. Hivi leo mito ya Nairobi siyo tu ishara ya kutelekezwa, lakini ni ishara ya ukakamavu, umoja na matumaini. Ufadhili wa serikali umeleta mwamko mpya kwa vijana hawa na mabadiliko katika taswira ya mito ya Nairobi.